Kila raia wa nchi hii ana haki na uhuru wa kufanya chochote ili mradi tu kisiende kinyume na sheria, taratibu na kanuni, utamaduni, mila na desturi za nchi. Lakini ripoti ya kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC inabainisha mambo mbalimbali mbali ambayo yamekuwa yakizuia uhuru wa watu hawa. Hii ni ripoti ya 23 ya kituo cha sheria na haki za binadamu inayoeleza haki za binadamu zilizokiukwa zaidi kwa mwaka elfu mbili ishirini na nne huku kinara ikiwa ni haki ya kuishi. Mojawapo ya changamoto kubwa bado ni mauaji yanayotokana na wananchi kujichukulia sheria mkononi, wale wanaojiita e, wananchi wenye hasira kali, bado ni changamoto. Takwimu zinaonyesha karibia matukio mia tano yanatokea kila mwaka, na asilimia kubwa sana ni upande wa bara, huku asilimia 95 ya matukio ambayo yana Uh, kusanywa na polisi, kwa upande wetu sisi, tulikusanya matukio 39 ambayo ni matukio matatu pungufu, na asilimia kubwa ya, ya, ya, ya wahanga waathirika walikuwa ni, ni wanaume. Uchambuzi tuliofanya tumeona sababu kubwa ni wananchi kutokuwa na imani na mfumo mzima wa haki kwa bado, eh, kuna kazi kubwa kwa upande wa vyombo hivi vya haki eh, kubadilisha huu mtizamo ambao wananchi wanayo, ndio maana wanaamua kujichukulia sheria mkononi tumezoea kwenye maeneo yetu kwamba tunaibiwa, tunamkamata mtu tunampeleka sehemu husika, baada ya siku mbili siku tatu hafiki mahakamani tunamkuta tena mtaani. Watu wanajichukulia sheria mkononi kutokana na hasira, wani mtu anashindwa kuzizuia hasira zake. Ushauri ukatolewa kwa serikali kuhusu matukio ya utekaji yanayofanywa na watu wasiojulikana. E, masuala ya watu kupotea pia ni, pia ni, ni, ni masuala ambayo yana athiri haki ya kuishi e, na ni jukumu kwa upande wa vyombo vya dola kufanya uchunguzi e, unaotakiwa kufanyika ili kuweza kubaini ni nani ambao wale wasiojulikana sasa waweze kujulikana, lakini kama ilivyoelezwa hapo awali na kaimu mkurugenzi, bado majibu yamekuwa hayatokei na vitendo vingi vimetokea katika kipindi cha miaka 8 iliyopita kwa mwaka 2024 matukio ya upoteaji ikiwemo ya watoto ambayo LHRC iliyakusanya alikuwa ni sitini na tatu. Ukatili na mauaji ya makundi maalumu wakiwemo wanawake nayo yakaainishwa changamoto kuu. Bado ni ukatili wa kijinsia e, kati ya waathirika kumi, saba ni wanawake. Na ukiangalia matukio ambayo tumeyakusanya sisi 2024, asilimia 63 yalikuwa ni ukatili wa kimwili. Ukatili wa kimwili, sasa ukatili ambao unafanywa na mwenza upande wa watoto ukatili bado pia ni changamoto kubwa, hususan ukatili wa kingono asilimia 69 ya matokeo kama mnavyoona tuliyo kusanya yalikuwa ni ukatili wa kingono, na katika hayo asilimia 80 ni ubakaji. Yanatokana na maudhi madogo madogo, eh, maudhi madogo madogo ambayo yanaendelea ndani ya familia. Sasa yale maudhi yale yanapelekea siku moja mtu amevumilia ili amevumilia ili amevumilia ili sasa inafika siku maudhi imekuwa makubwa, anachukua hatua. Kila mwaka LHRC hutoa ripoti hiyo inayogusia pia Zanzibar, ambako imeainishwa kuwa nako kuna matukio ya ukatili kwa watoto, huku suala la adhabu ya kifo ikipendekezwa kuondolewa. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam.